Ko oh, mapenzi mapenzi, kwani ni nani duniani, kwani umepata nini na mtu wa utoia kirini kudadadeki kwani mapenzi ni nani, kwani mm, mapenzi ni nani ama, mi sina gari sina baiskeli sina uwezo wa kumiliki sabuni, uwezo wangu duni

usome na dua uenda takuwa unende kwa mganga kapige manyanga nivile nawaza utanisaidia kasilau mwisho na ujue ulipo natembea kana uhai wangu wewe, mama umemeweza wewe, we, wewe wewe wewe. Yeah, yeah, yeah. Navyotumaga meseji unafanya uoni, nikikupigia asimu nipooni, unaniona mshenzi na kushobokea, nakupenda kweli, nimekuzoea nilipe japo nafasi nilonge na wewe japo kidogo, moyo wangu nenda kasi mama, angalau nipatie jibu mama, wewe ni kuzoea gani? Mpenzi mtazamaji wa Bonyokwa Media, tukutana tena katika kipindi chetu pendwa cha Mgodi wa Vipaji Show, eh, kipindi ambacho kinakuletea vipaji vilivyojificha. Sisi kama kazi yetu ni kuchimbua Yeah, tunaita Mgodi wa Vipaji na leo tena nimekutana na vijana makini kabisa ambao wanajua game na wako vizuri kabisa katika upande wa Bongo Flava, singeli na R&B, yeah, pamoja na karaoke. Wanamuita dogo Barden na Dazoo, na, yeah. Ungana na mimi wajue vizuri na wanafanya nini katika gemu, karibu sana. Takuwa na mimi Hamza Ismail Chingawa hapa hapa kwenye kwa media. Lakini nyuma kamera, bila kumsahau, niko na director Kivo. Karibu kwenye mgodi wa Vipaji Show. Ni <tik> mpenzi mtazamaji, kama nilivyokuambia awali, leo niko na vijana makini ambao wanajua game. Yanze kwako, baada ya mtazamaji wanataka kufahamu zaidi, kwa hiyo za nitakuburisha utumbie, wewe ni nani na unafanya nini. Naitwa Jacob Shaibu Mponzi, yes, kwa majina yangu kamili. Pia kwa jina la usanii nakwenda kama Barden. Kwa na historia yangu yes, ya muziki, mimi nime muziki mimi nimeanza tangu niko sekondari. Ila sekondari kwa yaani sizingatii sana kivile, kwa sababu nilikuwa bado sijaelewa manufaa yake. Bado yes, sikutilia. Lakini nilianza nilianza nikawa naimba kwa sababu nilikuwa namuona fulani anaimba. Mimi nikawa nafuata ila ndipo kuja kuingia moyoni, ndipo nikaja kufanya kama moyo sasa, nikaanza nikaja nikaja nafanya kwa moyo, nikaja nafanya kama kazi sasa, nakifanya kwa moyo wote, nikitegemea kwamba mziki utanilisha utanivisha. Kutoka hapo bana azunguka zunguka sana, kazunguka zunguka sana, nikakutana na bwana Bwana Dazoo mziki wangu ulipoanza, sasa nilipoanza kujua mziki, kwa sababu bado nilikuwa na imba imba, sina problem, sijui jinsi ya kuimba na gitaa, sijui kufanya mambo ya nini, kaza hapo ndo akanielekeza nini, tangu ndo alipoanzia hapo maisha ya mziki. Sasa nikaanza rasmi hapo, mazoezi kwa sana, kufanya mziki kwa sana, kwa tukaenda kuingia kwenye shindano moja inaitwa mitabiji. Eh, tulipiga piga, tunamshukuru Mungu, alhamdulillah, japokuwa tulichukua, ila tulifika mpaka nusu finali, kwa Mungu, wakati tulipofika kidogo afadhali. Pia mpaka sasa kwa platform za YouTube, au una ngoma ngapi ambazo tayari ushabiacha? Je, fanya kazi na msanii wote mkubwa? kwa nyuma ilishafanywa naifa. Ona kwenye mitandao ya kijamii kwa jina gani kunifuatilia? Kwenye mitandao ya kijamii inapatikana kama Barden_255, yani Barden mstari kichwa chini kidogo kile 255, mbili tanotano i kwa upande wako Dazoo, watazamaji watamani wajue jina lako kamili, na katika mziki unafanya mziki wa aina gani? Ah, kwa majina naitwa Hamisi Abduli, jina langu la mziki natumia Dazoo. Mimi nafanya mziki wa bongo flava, pia nafanya singeli. pia mimi hapa ni mpigaji wa gitaa mzuri tu ya, kama hivyo. Nipenda kufahamu sasa yako ya mziki ianzia wapi? Ah, historia yangu ya mziki, ya mziki. <laughs> Ha, maisha ya mziki mimi nimeanza mziki 2018. Na so muda sio mbali sana lakini ila ni miaka mingi kidogo. Nimeanzia mtaani, kuna mwanzangu alikuwa anapenda kupigapiga masuala ya gitaa. Nilikuwa napenda nikitoka madrasa namkuta anapiga piga. Anaambia mwanangu, "Njoo nikufundishe maana mtu mmoja ni kwa wazangu wakiwa wanaondoka." Mimi nabaki na shangaa, yani da napenda ni ule mziki nikisikia Nafurahi sana lakini sijui namna gani na mimi nitaweza kupiga siku moja. Ila namshukuru Mwenyezi Mungu akajitolea kunifundisha na kule, akanifundisha na Mwenyezi Mungu alikuwa ajabu. Nitumia muda mchache sana kujua. Na nikafanikiwa kupiga gitaa. Maana kabla ya kupiga gitaa pia nilikuwa naimba ila nilikuwa naimba ndani, yani kidogo kidogo, mwenyewe najimbia. Nilipojua kupiga gitaa ndoto zangu zikaanza pale shuleni, ndoto zangu ile mama Afari nikaa, natunga nyimbo, naimba na wenzangu. Nikaonekana kama nina uwezo watu wakaanza kuniamini, nikasema kumbe na inawezekana. Kwenda kwa masuala umiseta, nikawa mashuhuri na shindana na wenzangu, naonyesha uwezo wangu, napiga mziki. Ah, lakini hakuishia hapo. Mzangu huyo ambaye kanifundisha gitaa kanipa moyo, kwa nini tusende kwenye vyuo tukajifunze? Kuna chuo kimoja kipo Kibangu, nikaenda pale kwa TAC, nikaenda pale tena nikaenda kujifunza masuala ya kupiga tena magitaa. Maana yake nilifundishwa njia ndogo, yani sio ile kiwango kikubwa, kwa nenda kujiendeleza nikafanya kule pale, nikapiga piga masuala ya muziki, nikafanya fanya kwenye performance mbili tatu, nikawa naonyesha uwezo wangu. Basi haikuishia hapo, mtaani pia tukana wenzangu, tunakutana tunafanya masuala ya muziki kama elfu mbili na ishirini na tano hii hiyo hapo, nakumbuka tuliingia katika mashindano na wenzangu, tukawa tumeenda katika Nyota Bigi, tukaenda kuonyesha uwezo wetu, ah tukaenda kufanya, japokuwa haikuwa bahati yetu tukaishia nusu finali, lakini nikashukuru Mwenyezi Mungu kwamba ni hatua moja ambayo nimepiga ya ni kama hivyo. Pia kwa upande wa ewa ngoma, mpaka sasa hivi ngoma katika YouTube yangu channel nimeachia ngoma mbili ambazo moja inaitwa na nakuwaza, nyingine inaitwa eva. Sikuishia hapo maana pia mwaka huu nimefanya ne, ngoma nyingine ambao bado siaipandisha ila nakaribia kuipandisha karibuni uima kibariki ambantkuona pk yako osuakitaa kunipata nini katika Instagram, napatikana katika jina Dazo Official, ukiingia TikTok Dazo Official, ukiingia huko YouTube pia Dazo Official. Yeah. Mpenzi mtazamaji na, na kipindi chako pendwa kabisa cha mgodi wa vipaji show na... kwao wafuatilie wanakipaji na waa. Sisi kama mgodi wa vipaji show kazi yetu ni kuchimba na kuchimbua vile vile vipaji ambavyo vipo kujificha. Eh, sina la ziada, burudani ya mwisho ne kipindi kijacho, hapa hapa Bonyokwa Media. Usahau kushare kusubscribe, na kucomment pamoja na kulike kwenye Bonyokwa Media.